Mtakumbuka wiki iliyopita palikuwa na maamuzi ambayo yalifanyika dhidi ya kesi ambayo ilifunguliwa na Mheshimiwa Luhaga Mpina, mgombea wa urais kwa kupitia chama cha ACT Wazalendo, pamoja na ACT Wazalendo wenyewe. Walikuwa wamefungua kesi dhidi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo baada ya yale maamuzi kufanyika Dodoma, maamuzi ambayo kimsingi yalimwengua Mheshimiwa Luhaga Mpina kwenye nafasi ya muhimu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ambayo ni ya kikatiba ya nchi hii, Mheshimiwa Luhaga Mpina ameamua kuchukua hatua ya kukata rufaa mahakama ya rufaa ya Tanzania, na hivyo siku ya leo tumekuja kukamilisha taratibu za rufaa. Tumeshafaili rufaa ambayo rufaa yetu ni namba na, 49, 60, ni nambari 49 ya mwaka 2025. Kwa hiyo tumeshafungua rufaa hivi ambacho kimebakia tunategemea sasa mahakama iweze kupanga utaratibu kwa maana ya kupanga jopo la majaji ambao watakwenda kuisikiliza hii kesi. Lakini tunaamini, kwa sababu kesi hii ni kesi ambayo ni ya umma sio ya ACT na sio ya Mpina peke yake, naamini mahakama itaipa uzito ambao inastahili kama ambavyo toka tumeanza hizi kesi za Mpina, kwa sababu tumekuwa na kesi nyingi nyingi za Mheshimiwa Mpina, mahakama imekuwa ikikimbizana kwa kuhakikisha inaenda inaisha haraka kwa sababu ya uzito lakini pia ukizingatia muda wa kuelekea uchaguzi mbakia muda mdogo sana. Maombi yetu ya msingi ni kwamba kwanza tukubaliane na maamuzi ambayo tuliona mahakama kuu, uh, Mahakama Kuu Masjala Kuu pale Dodoma. Tunaamini mahakama ilijelekeza vibaya kwa sababu tulikuwa na mambo ya msingi. Moja, tulikuwa tunapinga ukatiba wa kifungu cha 37, kifungu kidogo cha sita cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani ambacho kinaitaka Tume ya Taifa uchaguzi iwe mungu mtu kwamba ikifanya maamuzi haiwezi ikahojiwa popote, lakini la pili tunaamini hata mchakato mzima ambao ulimwondoa Mheshimiwa Mpina kwenye kinyang'anyiro cha urais ni mchakato ambao ulikiuka katiba yenyewe na ulikiuka vilevile sheria zingine za nchi ikiwepo sheria yenyewe ya uchaguzi, kwa sababu alienguliwa kwa kukiuka misingi mingi ikiwepo haki ya kusikilizwa kabla ya kufanya maamuzi. Lakini hata vigezo ambao walitumia kumwengua tunaamini sio vigezo ambavyo vipo kwa mjibu wa ibara 39 ya katiba pamoja na, na sheria kwa hiyo kimsingi hizo ndio hoja zetu. Kwa hiyo maombi yetu ni kwamba tunahitaji mahakama ya rufaa sasa iende ikapitie ule uamuzi na iweze kutengua ile maamuzi na baadaye, ili Mheshimiwa Mpina aweze kurudi kwenye kinyang'anyiro. Katika hii hatua ya leo, ambapo tumekamilisha e, utaratibu wa kukata rufaa katika mahakama ya rufaa Tanzania, kama mlivyosomewa shauri letu e, namba 4 kama ambavyo wakili amewabrief hivi awali kwamba, na mimi kabisa nichukue hatua hii, la kwanza kabisa kuwashukuru sana, kuwashukuru sana kwanza, kushukuru kwa sana chama changu ambacho katika mchakato huu wote tumeendelea kuwa nao na hatimaye leo tumefikia katika hii hatua. Nimekata rufaa hii mimi na chama changu kwa ajili ya kwenda mahakama ya rufaa, ikiwa ni kukataa kabisa katakata kwamba nchi yetu demokrasia haiwezi kuendelea kubagazwa kwa kiasi hicho, lakini nimekata rufaa hii ili kwenda kuyambi, kuambia INEC hawana mamlaka ya kuwachagulia wananchi nani anayetakiwa kwenda kugombea. INEC wao ni wao, wana kazi moja tu ya kucoordinate uchaguzi kuhakikisha kwamba wamesimamia sheria za uchaguzi, lakini hawana mamlaka ya kuwaelekeza wananchi wamchague nani. Kwa hiyo nimekata nimekata rufaa hii tumeikata rufaa hii ili kuhakikisha kwamba katiba na sheria za nchi yetu zimezingatiwa na zinaheshimiwa na watu wote.